Uh, ninayo furaha kubwa sana kuwaambia Watanzania wote na hasa Dar es Salaam kwamba leo nimefikiwa ofisini kwangu na Tulia Trust Foundation ambao mara nyingi mmekuwa mkiwasikia sana wakifanya mambo yao mazuri sana hapa nchini. E, Tulia Trust Foundation, kwa kushirikiana Betika wameandaa marathon kubwa sana pale Mbeya. Marathon ambayo wameipa jina la Betika Mbeya Tulia Marathon. Na sehemu kubwa wamekuja kunieleza kwamba marathon hii pale Mbeya itafanyika tarehe tisa na tarehe kumi ya mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Sasa wakati wamenialika wakitaka mimi niende pale Mbeya nikashiriki na mimi nikawaomba ombi kwamba tunaonaje tuanze amshamsha hapa Dar es Salaam pia tarehe kumi na tisa alfajiri saa kumi na mbili ambayo ni siku ya Jumamosi tuanze hapa Agakan tuende mpaka pale Coco Beach lakini tukiwa tunafurahia namna Tulia Foundation inavyofanya kazi zake nyingi hapa nchini, tarehe tisa na tarehe kumi sasa tuelekee Mbeya ili tukakiamshe kule, na nataka ushindi sasa, medali na kila kitu wazibebe wana Dar es Salaam. Sasa kwa kufanya hivyo, nitoe tu promise kwa wale ambao watajitokeza Jumamosi tarehe kumi na tisa yaani wale wa kwanza kabisa tutawalipia nauli ya kwenda tu Mbeya watu mia mbili. Kwa watu mia mbili wanalipiwa nauli za kwenda tu, halafu kurudi watajigharamia wenyewe, kwa maana kwamba tunachangiana. Ukishinda alhamdulillahi, usiposhinda, bwana, nauli yako ya kurudi kwenu hii hapa. Kwa hiyo na mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam naungana na Tulia Trust foundation kwa kushirikiana Betika, tuende tukashiriki hii marathon ambayo ni Betika Mbeya Tulia Marathon. Sasa nani atashinda? Nataka na mimi watu wangu washinde, lakini tajuaje kama watashinda? Hebu tukutane Jumamosi, tarehe 19 ya mwezi wa nne 2025 225 saa kumi na mbili, Aga Khan kuelekea viwanja vya vya Coco Beach, then kutoka hapo, mkuu wa wilaya sasa ya Kinondoni kwa kusaidiana na management ya Tulia Trust Foundation tutaona wale waliowahi mapema kabisa kufika na wana moyo mzuri kabisa. Ofisi ya mkoa, mkoa wa Dar es Salaam, chini yangu mwenyewe, italipia watu mia mbili nauli ya kwenda tu pale Mbeya wakashiriki na wanaletee ushindi. Michezo hii itakuwa na mchango mkubwa sana. Basi tarehe tisa na tarehe kumi tukutane kule Mbeya, ambako ndiko Tulia Marathon itaka kufanyikia yenye jina la Betika Mbeya Tulia Marathon ila kipimo halisi tarehe 19 mwezi wa 4 2025. Jina, mimi ni Rugambo Juvenalius Pius, afisa habari e, wa kampuni namba moja ya michezo kubashiri Tanzania Betika. Leo e, tumefika hapa katika ofisi ya mkuu wa mkoa e, kumkaribisha katika mbio maarufu hapa nchini za Betika Mbeya Tulia Marathon, na mkuu wa mkoa ametupokea vizuri, na mimi hapa nimeambatana e, na mwenyekiti wa Times FM, eh, Times Radio uh, naye amekuja hapa kwa sababu yeye ni mshirika wetu katika mbio hizi za mwaka huu za Betika Mbeya Tulia Marathon. Yeye ni media partner wetu ambao tutashirikiana naye eh, kuhusiana mbio hizi kuanzia mwanzo leo tulivyoanza eh, mpaka mwisho ambayo itakuwa ni kilele tarehe tisa na tarehe kumi mwezi Mei. Kwa majina anaitwa Rehure Richard Nyolawa uh, ni chairman wa Times Radio FM. Uh, sisi niko along na Betika hapa lakini tumefika hapa kwa ajili ya ku, um, kumwalika mkuu wa mkoa sisi pamoja na ta, sisi Times FM pamoja na Betika tuko hapa kumwalika mkuu wa mkoa ili aje kushiriki mbio hizi kubwa za marathon hapa Tanzania. Mbio hizi zinajulikana kwa jina la Betika Mbeya Tulia Marathon. Naweza kusema kwamba Times Radio ndio radio pekee hapa Tanzania ambayo maudhui yake ni maudhui ya kimichezo kwa masaa 24 Afrika Mashariki na Kati kwa hiyo kwa kuona umuhimu huo, Tulia Marathon wakaona ni vyema uh, wakati tumia sisi kuwezesha kuitangaza hii event uh, nchini Tanzania pamoja na Afrika Mashariki. Na kama mnavyojua, mlezi wa hii marathon ni uh, rais wa mabunge duniani, lakini pia ni spika wa bunge la Tanzania. Kwa hiyo unaweza kuona ukubwa wa hili jambo letu.